Katika kitabu cha Habakuki mlango wa pili mstari wa tatu Habakuki mlango wa pili mstari wa tatu Biblia inasema kwamba maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Sasa ili neno wakati ulioamriwa, mara nyingi katika fikra zetu, huwa tunashindwa kulielewa. Watu wengi wanafikiri kwamba ni jambo ambalo ni la mbele sana, ni jambo ambalo ni la siku zijazo sana lakini sivyo. Nitalieleza mbele kidogo katika somo hili, wewe endelea kusikiliza, utaona nitafafanua vizuri sana Biblia inavyozungumza wakati ulioamriwa, ama kwa lugha nyingine huwa tunasema wakati wa Bwana, kwa sababu eh, mara nyingi fikra zetu huwa hazielewi maana tunavyosema wakati wa Bwana. Ndio maana watu wengi wakati mwingine huwa tunaamua kutafuta njia zingine za kutimiza ndoto zetu haraka haraka, njia za mkato, au labda kufikiria ngoja tufanye huku, tukifikiri kwamba wakati wa Bwana ni jambo ambalo la kuchelewa, lakini sio kweli. Ukisoma kwenye waraka wa wa Korinto, huo waraka wa Paulo wa pili kwa Korinto mlango wa sita mstari wa pili imeeleza wazi wazi wazi wakati wa Bwana ni kitu gani, na hilo andiko linasema hivi, kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa; tazama, siku ya wokovu ni sasa. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, wakati wa Bwana ni wakati wa sasa, sio wakati ujao, sio wakati uliopita, bali ni wakati wa sasa. Kuna lugha fulani ya kibiblia ni wanapenda sana kuisema kwamba Mungu anaishi katika sasa iliyokuwepo iliyopo, na itakayoendelea kuwepo. Hiyo ni sasa ya milele. Kwa maana maono ambayo Mungu anayokuwazia sio kwa maana ya kwamba ndo ameanza kutunga jana, sio kwa maana ya kwamba ndo ametoka kuyatunga asubuhi hii. Ni maono ambayo yalikuwepo tangia asili ya uumbaji wa dunia nzima. ku wewe elewa kwamba hicho kitu unachokusudia ni kitu ambacho kipo katika ulimwengu wa milele na milele, sio wakati ujao milele ni sasa ya Mungu iliyokuwepo wakati wote. Kwa maana wewe unatakiwa ujiposition katika namna ya kupokea uhalisia wa maono ambayo Mungu aliyokupatia ili uweze kutimiliza makusudi ya Mungu katika maisha yako. Yesu alikuja kwa ajili ya kuutangaza wakati wa Bwana. Yesu alikuja kwa ajili ya kuutangaza wakati wa Bwana. Ukisoma katika Luka mlango wa 4 mstari wa 18 hadi 19, Biblia inazungumzia Yesu anatangaza wakati wa Bwana. Kuna kitu fani Yesu alichokisema, asema kwamba Roho wa Bwana yuko juu yangu, akasema kwamba huyo Roho wa Bwana amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Hebu Imagine. Yesu hakuja kuwafungua wafungwa. Hakuja kuwafungua wafungwa wala hakuja kuwaponya vipofu. Biblia inasema alikuja kutangaza, alikuja tu kutangaza, ndio maana uponyaji. Yesu alikuwa na akili sana. Hiki kitu tunachokisema Yesu alikijua, kwamba yeye ametumwa kuja kutangaza. Kwa maana hivi, huu uponyaji ambao hawa vipofu wanaupata, Mungu tayari alishaukusudia. Mimi ninachotakiwa ni kutangaza tu uponyaji juu yao, nao wanapokea. Ukitangaza, ukielewa siri hii, maisha yako yatakuwa rahisi sana, kwa sababu wewe unachokifanya you just pronounce The truth. Yani unatangaza ili, u, ule ukweli ambao Mungu aliyoweka, sio sio illusion ambayo shetani ameweka katika maisha yao, maana Yesu anasema kwamba amepakwa mafuta ili kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Unaeza unaweza kaangalia mfano, kwa mfano wa slave trade, biashara ya utumwa e, ule mkataba ulivyoingiwa Ulaya, watu walivyosaini kwamba e, biashara ya utumwa ikomeshwe duniani kuna watu huku bado walikuwa wanaendelea kutumikishwa, kuna biashara ya utumwa bado ilikuwa inaendelea. Lakini ilikuwa inaendelea kwa sababu gani? Huo mkataba ulifanyika Ulaya, biashara inafanyika Afrika. Kwa hiyo hao Afrika mpaka waje watangaziwe. Lakini wengine hata ukiwatangazia, bado ilibidi waaminishwe ya kwamba hiki kitu tunachokisema kwamba ninyi ni watu huru, ninyi ni watu ambao hamtakiwi muuze tena, wanatakiwa uwaaminishe waweze kuamini, kwa sababu wengine walishazoelea utumwa wakaanza kuona kama ndio mfumo wa maisha yao. Kuna mtu mwingine ameshazoea umaskini mpaka anafikiri kwamba ndio mfumo wa maisha ambao Mungu ameukusudia katika maisha yake, lakini sivyo. Wewe, Yesu anasema kwamba alikuja kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwa, na wewe ukapate kufunguka katika tangazo hilo ambalo umelisikia leo, ya kwamba Yesu alishakuja kuutangaza wakati wa Bwana, na Mungu amenituma leo hii kwako, ili niweze kukumbusha na kuthibitishia kwamba shetani hana nafasi na hana mamlaka ya kuweza kuyatawala wala kupa ugonjwa wa aina yoyote na kuyaonea maisha yako. Bibliani Yesu anaendelea kusema kwamba Roho wa Bwana yuko juu yake na kwa ajili ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka wa Bwana uliokubalika ni sasa, mwaka wa kuna siku fulani Yesu alikuwa katika kisima cha maji, alikuwa katika kisima cha maji pamoja na mwanamke mmoja, na huyo mwanamke alikuwa Msamaria. Hiyo stori nafikiri unaifahamu. Yesu alimwambia huyo mwanamke ya kwamba saa inakuja nayo sasa ipo, saa inakuja nayo sasa ipo. Hilo jambo ambalo unalotegemea kwamba litakuja ni jambo ambalo tayari lipo, wewe unatakiwa ujiweke katika hali ya kulipokea na kulitekeleza kwa kuwa hilo jambo tayari lipo. Maono ambayo Mungu ameweka ndani mwako usiwe na mashaka ya kwamba yatatimia, ni maono ambayo yatatimia kwa sababu, sio kwa maana ya kwamba yatatimia kwa mujibu wa ratiba ya Mungu, ni maono ambayo tayari yapo na yasha kwa sababu Mungu alishatengeneza maisha yako kabla hata ya kuweka msingi wa dunia. Sio kwa maana ya kwamba leo hii Mungu unavyomwambia shida zako anakuwa surprised. Mungu anataka uamini, Mungu anataka uone yale maono aliyokuandalia na we uanze kuyaishi hayo maono, uyapokee, uyapokee, uyapokee, uyapokee. Yesu anaendelea ku, ku, ku, kuelezea kuhusiana na swala la sasa. Nita, nita, nita, nita, nitafafanua zaidi kuhusiana na hili swala la sasa, kwa sababu kiukweli watu wengi bado tunaishi katika illusion, illusion ya shetani. Time is an illusion of the devil. Yani, e, muda ni uongo wa shetani aliyoweka katika dunia. Nitakupitisha katika maandiko tofauti ili ujenge imani, ili imani ndani mwako iweze kujengeka ya kwamba maisha ambayo Mungu alikukusudia ni maisha ambayo tayari alishayatimiliza wewe unatakiwa ujifunze namna gani ya kurelax na kuweza kuyapokea na kutenda accordingly na kutenda kwa mujibu wa jinsi yeye alivyodesign hayo maisha. Katika Yohana mlango wa 5 mstari wa 25 Biblia inasema hivi, Amini amini, nawaambia saa inakuja na sasa ipo. Wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai. Biblia inasema saa inakuja na sasa ipo. Katika kipindi kile cha ja Yesu alisema kwamba saa inakuja na sasa ipo, kwamba hilo jambo ambalo unalofikiri kwamba linakuja, hilo jambo ni jambo ambalo tayari lipo. Hizo ndio codes, ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutoka katika illusion of the devil, yaani kutoka katika udanganyifu wa muda ambao shetani amepandikiza katika ulimwengu huu, kwa sababu Mungu haishi kwa mujibu wa saa ya mwanadamu kusema kwamba saa hizi ni saa mbili, saa tatu. Hiyo ratiba ya Mungu. Mungu anaishi katika uhalisia wa milele na yeye anataka na wewe, uhamishe conscious state of your existence katika uhalisia huo wa milele. saa saa, wakati wa Bwana ndio sasa. Sasa ndio wakati wa Bwana uliokubalika katika Yohana 12 mstari 31, Yesu anaendelea kusema kitu kimoja ambacho kinaweza kikakushtua kidogo kwa sababu watu wengi actually huwa wanafikiri kwamba ulimwengu ipo siku utakuja kuhukumiwa. Unajua, <laughs> Wakristo wengi au watu wengi huwa wasomi maandiko wanasikiliza tu ideologies ambazo wamepandikizwa katika misingi mbalimbali ya dini zao na dhehebu zao tofauti, lakini hawajapata muda wa kufanya utafiti. Je, neno la Mungu lenye halisi linasema nini? Watu wengi bado wanafikiria kwamba hukumu ipo siku utakuja yani, ulimwengu ipo siku utakuja kuhukumiwa lakini ukisoma katika Yohana 12:31, wakati ule Yesu yuko katika dunia hii, katika nchi hii alisema kitu kimoja: sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sio kwa maana yani, sio kwa maana kwamba hukumu ya ulimwengu huu itakuja sasa, ni sasa. Hukumu ya ulimwengu huu ipo, ndivyo maandiko yanavyosema. Afa akasema kwamba sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Kwa Kiingereza anasema now shall the prince of this world be cast out now, nao wakoni kwa wakati ule. Sasa unafikiri mpaka leo hii shetani bado hajatupwa? Watu wengi mpaka leo hii wa, wanaendelea kuhangaika kumtupa shetani kumkanyaga, siyo kumfanya nini, lakini ni illusion, ni mahangaiko wanayoendelea nayo katika akili zao, kwa sababu hawajahubiriwa ile kweli wakihubiriwa ile kweli, nao wakaamini, wataondokana na mashindano ya kipumbavu au mashindano ya kijinga ya kushindana na shetani, kwa sababu shetani kwa mujibu wa maandiko matakatifu, the devil is a loser, the devil is already a loser and we don't fight losers. Mtu ambaye ashashindwa, sasa unashindanelewa nini? Inamaanisha wewe sasa unachotafuta ni kushindwa, kwa sababu huyo mtu ashatangaziwa kushindwa, na kwa mujibu wa hukumu aliyopewa ni mtu ambaye tayari ashashindwa. Why do we fight losers? Biblia inasema kwamba sisi ni washindi tena ni zaidi ya washindi. So, kushindana na shetani ni illusion ambayo umetengenezewa tu katika misingi tofauti tofauti ya mafundisho ya watu ambao kiukweli inawezekana wakawa hawakuyasoma maandiko vizuri au wengine walifanya hivyo kwa ajili ya interest yao ya kutengeneza fedha kwa watu ila sio kwa ajili ya interest ya kuwafungua katika kweli. Shetani ni mtu ambaye alishashindwa. Yesu wakati fulani ana kuwaambia wanafunzi wake habari za Roho Mtakatifu alikuwa anawaambia kwamba huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, atauthibitishia ulimwengu juu ya habari ya haki, juu ya habari ya dhambi na habari ya hukumu. Haya mambo yote nakufundisha au nayasema na, na, na, na, na, ili uweze kuelewa kwamba sasa ya Mungu ni sasa ambayo iliyokuwepo wakati wote. Kama watu leo hii duniani bado wanakaa na kuanza kusubiri hukumu, hata wewe inamaanisha unavyokaa kusubiri maono yako, unafikiri kwamba ni jambo ambayo labda itakuja kutokea mwakani 20, au labda baada ya miaka ishirini au thelathini au hamsini Hapana, nakuambia hakika, ukikaa katika pozishen ya kuamini na kupokea kila ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako, njozi yako itatimia kwa kasi sana kuliko hata jinsi wewe unavyoweza kufikiri. Biblia inasema hivi, huyu Roho Mtakatifu atakapokuja, atauthibitishia ulimwengu kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Ndivyo maandiko yanavyosema. hemu imeji watu wangapi leo hii bado wanakaa kusubiri kwamba shetani aje kuhukumiwa? Ni kwa sababu hawajaijua kweli. Shetani ni mwongo, tena ni baba wa uongo. Anawasumbua wanadamu wengi kwa kuwadanganya, kwa kuwapa mawazo na ili, na hawa wanadamu wanaanza kuangaika kwa uongo, uongo wanapotea na wanapoteza muda wao Shetani ni mwongo sana. Kwa mfano niwe wanatafakari sana jambo moja ambalo huwa naona kama kidogo watu wa dini inawezekana wakawa hawajawafanyia vizuri sana watu wao ambao wako chini yao katika dini. Imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuwaaminisha wanadamu ya kwamba wako chini ya laana, ama wamefanikiwa kuwaaminisha watu kwamba kwa kosa la Adamu yule wa kwanza watu wote walihukumiwa adhabu ya mauti, kwamba watu wanakufa kwa sababu ya kosa lile la Adamu wa kwanza. Hicho kitu dini imefanikiwa sana kuwaaminisha, lakini kuna jambo ambalo dini kiukweli zimefeli pakubwa, yani zimefeli mahali parefu kuliko hata jinsi unavyofikiri, zimefeli kuwaaminisha watu kwamba kwa tendo la haki la mtu mmoja watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Biblia ndivyo inavyosema katika Warumi mlango wa tano mstari wa kumi na nane na kwamba watu wote watu wote ni watu wote, yaani inamaanisha mtu yoyote yule unayemwona hapa duniani, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa mujibu wa jicho la Mungu ni mtu ambaye ashahesabiwa haki. Tunachotakiwa kukifanya ni kuwatangazia watu ya kwamba Mungu anawapenda kwamba Mungu ashahesabiwa haki, ashawahesabia haki ya wao kuishi. Hawaishi tena chini ya laana, hawaishi tena chini ya laana ya shetani, hawaishi tena chini ya laana ya shetani hawaishi tena chini ya laana ya Shetani. Kumbuka hicho kitu sasa. Ya Mungu ni sasa ambayo ilikuwepo wakati wote. Maono yako ni maono ambayo yanakwenda kutimia kwa kasi sana kama ukiweza kuingia katika consciousness ya reality of eternity, yani dhamiri yako ikiweza kupanda katika kiwango kile ambacho Mungu anachokiona, yani ukianza kutembea katika mtembeo wa Mungu, ndoto yako itatimia kwa kasi kuliko jinsi unavyofikiri. Hivyo ndivyo jinsi unavyoyaumba maisha yako. Yaumbe maisha yako kwa ku-clarify your goal, yaumbe maisha yako kwa ku-clarify your goal. Lakini kumbuka, sio jambo ambalo litachelewa sana kutimia. Ni jambo ambalo lipo katika ratiba ya Mungu ambayo ni ratiba ya utimilifu wa maono ulionayo katika Yesu Kristo. Shalom.